Habari ndugu msikilizaji wetu na mdau wetu wa Tanzania Technology, mtazamaji wa video zetu hapa. Mimi ni Salum Bele, karibu na leo tutakuwa na uh, ishu moja hapa ya, ya kujua au kuwezesha blogu yako iweze kulipwa na Google AdSense kwa urahisi zaidi. Uh, kama unavyoweza kujua kwamba blogu ni uh, sehemu ya network ambayo inakuwezesha wewe mtumiaji au wewe unaye mmiliki wa blogu hiyo kuwezeshwa kulipwa au kupata pesa kupitia blogu yako hiyo. Kwa hiyo ungana na mimi mwanzo mpaka mwisho, na nikuendelee kukuomba kusubscribe channel yetu kwa wingi, pia ku like na ku comment hii video na kushare kwa watu wengine, ili mradi tuweze kwenda sawa zaidi. cha kufanya cha kwanza nitaenda kuwasha data yangu eh, nitaenda kuwasha data yangu on, na pia nikukumbushe wewe ambaye haujajua e, kufungua blog, basi kuna video ambayo nitakuwa nimeshaitengeneza hapo, utaipata kupitia link ya link ya mungu ambayo nimeweka hapo chini, kuna linki ambayo nitakuwa nimeweka hapo chini. Kwa hiyo utaigusa hiyo na kukupeleka wewe moja kwa moja kuona au kufahamu e, ni jinsi gani ambavyo unaweza e, kufungua blogo. Ok, nikiwa tayari basi ninayo blogo yangu. Nitaingia katika Chrome, Google Chrome, na kisha kuingia katika peji yangu ya blog. Hii ni kwa watu ambao tayari mna blog zenu. Nitaingia katika blog yangu ambayo bado haina Google AdSense. Utaifungua hiyo blogo yako, e peji ya blogo yako, utaifungua kwa uzuri kabisa, na utasubiri kwa sekunde kadhaa, ili mradi iweze kufunguka peji yako hiyo, na kisha tutafahamu e jinsi gani ya kupla, ya ku apply na Google AdSense. Okay, basi mwonekano wa blog yangu ni kama muonavyo hapo, huo ndo mwonekano wa blog yangu ambayo nimeweka hapo, na hii ndio peji nzima ambapo inavyoonekana kama unavyoingia katika peji yako ya blog. Eh, tuna sehemu hapo muhimu ku, zipo I mean, zipo kama ngapi? Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa, kumi, kumi nafikiri ikiwemo kuna sehemu ya post, kuna sehemu ya post, kuna sehemu ya stats, kuna sehemu ya comments, kuna sehemu ya innings na kuna sehemu ya pages, pia layout, themes na setting. Aa, hivi vyote vina matumizi yake muhimu na katika sehemu ya posti unaangalia posti zako ulizoziposti na watu walioangalia, na katika hapo neno stats ni kuangalia eh, blog yako inaendelea ya vipi na watu wanakuwa ingi, wanaingia vipi hapo. Katika comments ni kujua comments nani aliko comments, na hapo katika innings sasa ndo mahali penyewe pa kugundua au kuapply hiyo issue ya Google AdSense. Basi utabonyeza hiyo sehemu ya innings na kuenda, na kama basi, kama haujajua au bado hujaapply na Google AdSense yenyewe itakuwa inakuandikia hivyo hapo, wameandika Turn your passion into profit, Turn your passion into profit. Maana yake badilisha au wezesha kazi yako iwe, yani wezesha maandishi yako au labda posti zako ziwe katika mfumo wa hela au yani mfumo wa profiti, maana ni pesa, kwa unaweza kupata pesa kwa kutumia Google AdSense hauwezi kuapply kazi ya Google au blogs, lazima mpaka uwe na Google Adsense. Kwa hiyo utagusa kuclik au utakuja ku click hapa sehemu aliandika sign up for Google Adsense. Fatilia hizo watu kwa uzuri kabisa. Hapo uta sign up kwa for Google Adsense au sign up for Adsense. Maana yake hii blogu haina Adsense, kwa hiyo uta apply kwa Google Adsense. <laughs> Nakumbuka, kipindi ambacho unataka kuapply na Google Adsense, hakikisha kwanza hiyo blogu yako inatembelewa na watu wengi na imesha kuwa maarufu sana na unapata views wengi katika kwa siku. Mfano, unapata views wasiopungua elfu moja hiyo itakupelekea kuwa rahisi sana kupata e, pesa au kulipwa au ku kubaliwa umbi lako utakalolia apply. Sasa hapo itakapofunguka hivyo, utachagua eh, akaunti ambayo nataka ufungulie AdSense, au akaunti ambayo utakiwa ulipe kupitia. Itachagua hiyo wauza electronic, ndio blogu yangu inavyosema, na hiyo ndio akaunti ya blogu yako. Kwa utachagua akaunti ya blogu yako utaigusa na utasubiri kwa sekunde kadhaa, ili mradi iweze kufunguka, na baadaye utaanza kuona kitu cha njano na bluu na kijani kitafunguka hapo, na kisha fuatilia hatua hizi nitakazoenda mimi kuzifanya k okay. Ikishafunguka hivyo, utaona hiyo ndo special account ya Google AdSense hapo katika kusign up, na hiyo ni wauza electronic, wauza electronic at gmail.com Watakuambia ndio hiyo hapa, hiyo ni hiyo basi, utahakikisha kama ndio hiyo wauza electronic@gmail.com, uta click katika hiyo website, na kama sio hiyo basi uta use a different account, hapa utabadilisha. Kama sio hiyo utabonyeza hapa katika use different account, lakini mimi ndio hiyo, basi nitashuka hadi ya hapa chini katika Your website. Your website maana yake ni website yako ambayo unataka iwe. Na website yangu mimi ilikuwa inaitwa martinelectronic.blogspot.com. Kwa hiyo nitaandika ile martin.blogspot.com, au utaikuta automatic wenyewe wamekuwekea kwa kufuatilia kanuni zangu nilizozifanya mwanzo. Na kama haja kuandikia hivyo, basi utaandika ile e, blogu yako kabisa ni kwa mfumo wa http na utandika vizuri kabisa na kisha utashuka chini. Je, kama utataka wakutumie maelekezo muhimu utabonyeza katika yes, na kama hautotaka basi utabonyeza no, wasikutumie maelekezo muhimu katika nani yako email yako. Sasa hapo select your country or territory, unatakiwa uweke nchi yako ambao unatokea hapo, utabonyeza hapo na kuchagua nchi ambayo unatokea, ni vizuri kuweka nchi yako mwenyewe, kwa sababu hii Google AdSense inataka hivyo, ili iweze kutambua au kuwasiliana na nchi yako kuhusu makato au kodi zile, wakukate kodi kwa uzuri na makato yako wafike vizuri, kwa sababu unajua hii Google AdSense. Kuna nchi baadhi ambazo hawaelewani nao, kwa hiyo wanapenda kuweka au kutambua sehemu ambayo unaishi na kisha wajue jinsi gani watakukata kodi. hivyo hivyo, mfano kama nchi ya China, Google AdSense wenyewe hawakubaliani au, au hawaelewani na nchi ya China. Baada ya hapo, utaambiwa preview, review, please review and accept terms and conditions, yaani kwamba ukubaliane, uangalie na ukubaliane na vigezo na masharti. Vigezo na masharti ni hivi hapa. Kwa hiyo kama utakuona uweza kuvisoma utavisoma, na kama hautoweza basi utasukuma hivyo, na baadaye itabidi ukubaliane na vigezo vya masharti ya Google AdSense. Utabonyeza yes. Ukishabonyeza hapo basi uko ta create account, bila kubonyeza hapo basi hauwezi kutengeneza account. Nafikiri tupo pamoja, na nikukumbusha kusubscribe hii channel ili tuweze kwenda sawa zaidi na baada ya hapo uta create account katika neno la blue hapo chini, kisha utasubiri kwa sekunde kadhaa, ili account yako ya Google AdSense iweze kujifungua. Na baadaye utaona peji ya pili inaweza kufunguka, hapo utaisubiri kwa sekunde kadhaa, ili iweze kufunguka. Na ikisha funguka hivyo hapo basi utakuwa tayari umesha apply, eh, kufanya kazi au ushajaza fomu ya kuomba kazi katika Google AdSense kulipwa pesa. Utageti started hapo chini, kwa hii attention itakuwa umepewa hapo, na baadaye utajaza fomu ya, ya malipo ambao ni payment address utajaza fomu ya malipo hapo, ili mradi malipo yako yaweze kuenda sawa zaidi. Kwa utachagua hapo kama unatumia ni individual account ama unatumia company au business, hasa utachagua kama ni mtu wa biashara katika business, na kama kwa ajili yako wewe mwenyewe utatia hapo katika individual utatia katika individual. then utaweka jina na jina lenyewe ni wauza electronic na baadaye utaweka address, address ambayo unapotokea. Mfano, utaandika mbezi mbezi a uh -huh. Address itaweka hapo Dar es da. Da. Salaam, Tanzania address ya kwanza na utaweka address ya pili kama utakuwa nayo. Mfano utaweka mbezi mbezi Dar es Salaam. Baada ya hapo utaandika posta kodi ya nchi yako, utaingia katika Google ili kupata posta kodi ya temo unayoishi. Eh, baada ya kutambua, utaandika hapo kodi namba za unaoishi kodi zake utaandika hapo baadaye, utaweka town au city, yani mji unaoishi utaandika hapo, Dar, Dar, Dar es Salaam na baadaye utatia namba ya simu. Hii namba ya simu ni muhimu, ili mradi katika kulipo pale uwe unawasiliana nao. Kwa hiyo utatia namba pale ambao unaitumia utatia namba pale, labda sita na baada ya hapo, basi utasubmit form <laughs> hilo ndo zoezi la mwisho kabisa la kusubmit form. Na hapo basi baadaye itakuwa tayari, na hapo wanakuandikia we are working on setting up you. Na baadaye utaona email itakuja huku juu ya Google Payment, kama unavyoona Google AdSense Payment information imebadilishwa, na itakuwa hivyo hivyo hivyo, sawa This usually hapo utakuwa tayari umeshaomba kazi, na hapa ndio tayari utakuwa umesha apply kazi kutokea Google AdSense. Kwa hiyo utasubiri kwa muda kadhaa, wenyewe wanakuandikia hapa, hii inatumia zaidi ya siku, lakini muda mwingine inaweza kutumia muda mwingi zaidi, tutakutaarifu baada ya kumaliza kila kitu, alafu baadaye utaweza kupata pesa kwa kutumia matangazo atakayopita katika blogu yako. Kwa hiyo hapo ni tayari umesha apply kazi katika blogu yako. Cha kufanya ni kusubiri tu siku ambao watakupigia e, au watakupigia au watakutumia e, message kupitia email yako. Sawa bwana, utapokea tu email yako. Hapo hiyo ni Google payment kama unavyoiona. Hiyo ni message kutoka Google wenyewe kwamba ya payment ya your contact tayari ishafika katika Google AdSense for security, hivyo hivyo hivyo, utasaini ini hapo hivyo. Kwa hiyo hapo utakuwa ni tayari umesha apply kwa kupata matangazo katika blog yako ili uweze kupata pesa. Cha kufanya hapo utakuwa unasubiri tu ni lini au ni siku gani ambayo watakuwa wamekukubalia lakini ukumbuke kwamba huwezi kukubaliwa mpaka uwe na watu wengi na posti nyingi katika video, katika blogu yako yani, unapokuwa na watu wachache basi wenyewe wanakuwa hawawezi kukubalia. Kwa hiyo utakuwa na kigezo cha kuwa na posti nyingi na pia watu wengi ambao wanaangaliaga blog yako. Basi nikushukuru wewe kwa kuwa na mimi mwanzo mpaka mwisho. Endelea kuwa nasi, subscribe na kushare kwa watu wengine, na pia kama utakujaelewa basi uta comment hapo chini na pia ukifungua hapo katika maelezo yangu, kuna peji nimeweka. Kama hujajua kufungua blogu, basi utaangalia hapo, na nimeelekeza jinsi ya kufungua blog. Mimi ni Salum Bell, na hii Tanzania Technology. Waweza kutufollow katika mtandao wa Instagram, tunatumia kama Tanzania tech. Tanzania tunatumia kama Tech Tanzania a, -A, -A mwisho, na pia Facebook vile vile tunatumia kama Tech Tanzania katika WhatsApp yetu tutacheki pia namba 0673347485. Ni kushukuru kwa kuwa na mimi mwanzo mpaka mwisho.